Kwa hivyo na mimi sitasema mengi kwa sababu amevuza maeneo yote ambayo ni muhimu katika mustakabali mzima ambao tunakwenda kufanya kule ambapo tunakoenda, isipokuwa na mimi ninatilia mkazo na ushauri kwenye nidhamu. Tujitahidi sana. Sisi hapa tumemaliza mafunzo yetu, sasa hivi tunakwenda kupewa uwezo wa kufanya kazi ya kuja kuhudumia taifa. Kwa hivyo basi, tuhakikishe kwamba tunapofika pale tunakuta watu waliotutangulia na wanafanya kazi. Kwa hivyo, tusionyeshe ujuaji kwa sababu sisi hapa, kwa vyovyote, tutakao kwenda kuwakuta wengi wako chini ya elimu au kiwango cha elimu ambacho sisi tunacho. Lakini tunawategemea waji watutolee mapendekezo mazuri ambayo yatatusaidia wakati tutakaporudi kutu, kutupandisha daraja kwa sababu, nazungumza kwa upande wa Zanzibar. Sisi mkirudi hapa, mkimaliza la kwanza, tunaomba ripoti tuambiwe, nani alikuwa na nidhamu nzuri, nani alikuwa mfanyaji kazi sana, nani amehudumia sana, na hao ndio moja kwa moja wanaweza wakapata promotion ya kuanza kazi katika sehemu yetu, lakini pia tunaanza kuwaweka kwenye orodha ya specialization, kwa sababu tunawajua kwamba hao wako tayari, ni kuja kuwaita tu na kuanza kuwahoji, wewe interest yako iko wapi, ili tuweze kupandisha daraja, kwa sababu kama tunavyojua hospitali nyingi zimefunguliwa na zinahitaji wataalamu. Kwa hivyo kila kitengo sasa hivi hapa tuko kwenye general, lakini tunataka maspecialist na maspecialist wanatoka miongoni mwenu. Kwa hivyo kitu cha msingi ni nidhamu. Tunapofika hata umemkutana na diploma hata umemkutana nini, lakini madhari anatakiwa atoe ripoti yako wewe inayokuhusu wewe, basi huyo mtu umheshimu. Lakini la pili, tumeona hapa pia tumeelezwa kwamba tuliojifunza sisi kwa vyovyote yako juu kuliko kule wengine ambako tutakwenda. Kwa hivyo, tutakapofika jaribu kuwa positive. Unapotaka kushauri usitoe direct decision, tutumie neno unaonaje. Kila wakati uniuliza kwa sini ya wako unaonaje, kama huduma hii tukifanya hivi tukifanya hivi tunaweza tukafanikiwa.